Beba hawa watoto, uzao wake ni uzao wa kifalme, haundoki mcho, na hata ondoa miguu na atamiliki. Na hesabu mpaka saba. Moja, nafuta kila harufu, nafuta kila harufu inayotembea kwenye ardhi yake. Moja, mbili, tatu, achia anga yake, achia paa yake, achia anga yake, achia kuomba kwake, achia nguvu ya kufanya ibada na kumtafuta Mungu tena kwa upya. Nasema kila madhabahu ifunge virago wewe. Hutaki hutaki, nipe tena mkono wako, nipe mkono wako, peleka kwenye moyo. Haya, achia roho ya ibada ndani yake, achia roho ya ibada, achia vitu vyote ndani yake. Ninamfungua katika vifungo mlivyonena, katika vifungo vya mauti. Moja na hesabu mpaka saba. Kanisa sema fire moja, sema fire mbili, sema fire tatu. We pepo umekaa kwa sura ya ndege, kwa sura yote ya mwanaume na mwanamke, ninakukusanya. Huyu atajenga na atamiliki na atakuwa mtumishi wa Bwana. Tatu, sema faya. Tano, sema faya. Sita, sema faya. Saba, na Uf, ufa. Uf. Ufa. Uf. ya mwisho narudisha kitu kipi katika maisha yako na kwenye mikono yako, sadaka iwe mbegu, itumbo lililobeba heshima. Moja, mbili, tatu, kila mstari mliochora havuki, na havuki na uzao wake, havuki na uzao wake. Angalia ilo tumbo limeshikwa, ishara ya kwamba amekumbatia kizazi chake. Anavuka, anavuka la kwanza anavuka, wa pili anavuka, wa tatu anavuka, wanavuka, wanavuka wanavuka, wanavuka. Na mikono yake itakuwa ni mikono yenye moto, yenye moto, na muunganisha na mwenzi wake wa maisha, na muunganisha na upendo wake ule wa mwanzo. Kwa ni kwameni kama mtumishi wa Mungu haki atumtaki kwani amtaki, kwenye yobo hamtaki, kwa sababu na anatupigia makelele ya nini? eh ya hautaki, Kumba unaribu vitu hey, koma. Ha, koma, hey, koma ni ii koma, wewe ndio koma, mkome kanisa sema. Una balaa blu sema una balaa blu, una balaa blu we, sema leo mtu anaunganishwa na mume wake, sema anaunganishwa na mke wake, sema kwa sauti, kila madhabao iliyowatenganisha kila madhabao iliyowatenganisha ya mwanamke wa mtichawi anayetumia iriji, anayetumia madawa. Mwanamke huyu ana sifa zote za kuitwa mwanamke, mkamchafua mkamwharibu. Namrudishe heshima yake, mshike tumbo lake. Hataondoka na hacha, hata hacha uzao wake na hatafia kwenye hiyo boma. Kila uchawi mliofanya, kila neno mliotamka, natuma malaika ashuke kwenye hiyo anga, na mikono ya dada mwachie. Sio mikono tu, ni mikono ya uchumi, ni mikono ya kuungana na mwenzi wake, ni mikono ya kuwasiliana salama, ni mikono ya kupendana. Natuma radi za moto, mtu mmoja ase fire mliotenganisha naunganisha leo. Moja, mbili, aya nyumbani kwake. Natuma malaika akusanye kila mlichoweka kife, na uzao wa huyu mwanamke warudishwe kwa Mungu. Hakuna lisilowezekana. Wewe agenti wa kuzimu unaounganisha majina ya watoto wake na baharini, natenganisha hicho kiti cha umalikia na vuncha viti vya umalikia. Kuna mwanamke amekalia kwa mtoto wake, mwanamke huyu ni wa kuzimu. Mwanamke eh eh, nawaibisha eh? Yeah? Nawaibisha, waibisha eh? Yeah? Yaani, jina la mtoto wake limeunganishwa na mwanamke wa baharini na mtoto wake haruhusiwi kusoma. Alionekana ataenda mbali na mtoto wake akiwa okay, na maandiki awe mwizi lakini sio mwizi, wanategesha hiyo roho amtumie kuzimu. Ewe mwanamke wa kuzimu wa baharini ninakuteketeza kwa miali ya moto, ninakufuncha kwa miali ya moto, nishike chini ya kitofu chake. e, unakufa, acha tapika majina yao. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Mungu wangu aliye hai, ulimpeleka kwa kusudi. Hakwenda kwa sababu yule mwanaume alitaka kumwoa na hakwenda kwa sababu alimpenda ule mwanaume kama yeye, ila ulimjua dada huyu tangu mwanzo. Atakuwa kwenye hiyo boga. Ninaonyeshwa nani anamfahamu dada, ninaonyeshwa Baba yake huyu mama, baba yake huyu dada aliwahi kupigwa kwenye boma ya wakwe, kweli eh, yeah? Kweli ninaonyeshwa, baba mko akienda kwa, yani kwenye hii boma, alafu akapigwa na wakwe. Naomba ni niambie mimi, sijui ni kweli. Alipigwa na alipopigwa ninamwona baba akitupa fimba akienda hivi, maana alipigwa sehemu hizi, alipigwa kabisa. Baba yake huyu, huyu dada, ndiyo alipigwa. Ndio. Eh? Ndio. Unafahamu? Ndiyo. Ninaona hii laana haitaacha hii familia ya huyu baba mkuu. Ninaonyeshwa na Mungu alienda kwa sababu ya mtoto wake kumtetea huyu. Sikuwepo mimi kama huyu kijana aliyemuoa dada huyu hata rudi kumwomba yule baba msamaha ngali hai itamgharimu siku, mimi nasema itamgharimu... na atakuja kuwa bora na uzao wake. <coughs> <coughs> alidharaulika kama ni mtu ambaye ni kichaa na mwona tu alidharaulika kama ni kichaa, na kuna maneno alinena na alisema, sina wa kunitetea mimi, lakini yupo Mungu. Ardhi ilionja ilo neno, na yule baba aliondoka akisema kwas... hata baba yake yuko hai, dada yupo, hata akiitwa hapa <coughs> hata hapo anaye huyu anayemtesa, udada huyu, mume wake huyu, anahitaji kurudi kwa rehema kubwa sana. Miaka michache, yani mwambieni kabisa, asijili. Sasa hivi ni mtu ambaye labda, maana namuona ni mtu mwenye afya. Hiyo afya, muda sio mrefu. Mimi simjui umume wake, udada, sijui sijui, naonyeshwa tu ni mtu mwenye afya ni mtu ambaye anajisikia vizuri, ni msafi msafi vile huyu hapa ni. Nawaambia, mwambieni, bado siku chache, miaka chache, hapo mbele atapita pito ambalo litamga, itakuwa mara mbili yake baba yake huyu. Dani situko hapa na leo. Kuna mwanamke yuko nyuma yake ambaye ndiye anamdhamini, najua itafika, kuna maripota ita, itafika, haitachukua muda, itageuka atakuja kufia kwenye magoti ya huyu, hali itakuwa mbaya. Nishikia, nimemaliza. Kama, kama anaweza kusikia akaja nimsaidie atengeneze kungali bado baba mkwe wake yuko hai, itamgharimu na maisha yake na uzao wake. Lakini huyu mnayemwona hatakufa, ataishi na atakwenda kuwa mwanamke bora na kizazi chake kitabarikiwa, na vita anayopitia ni ishara, kuna kitu kinakuja mbele yake.